Safi kabisa. <coughs> Ilikuwa aje na nini mlizungumza? Nzuri. Nzuri. Maandalizi kuelekea mchezo wa pili. Tunapambana kwa sababu atu, hatujafuzu bado. Goli yeah, tatu za ugenini zinawapa nguvu kiasi gani kama Simba? Nzuri kwa sababu ukishinda ugenini goli tatu ni mtaji mzuri kwa mechi marudiano. Pantev yeah. Uh, kama tulivyosema sisi tulikuwa tunajua tunachokifanya. Ni meneja wa viwango, kwa hiyo huu ni mwanzo tu. Amekaa na timu wiki mbili na pengine uchaingiri kwa timu mm. ya taifa hajakaa nao kabisa bado. Hiyo mliona ni, ni, ni ni asilimia 34 bado, kabisa kikubwa. Mchezo uliopita mmekosa mashabiki wenu, kuelekea mchezo ujao tunaomba wajae kwa Mkapa kwa wingi, washuhudie mpira ambao ni mpira mkubwa sana ambao unafanana na asili yetu. Simba lunyasi, hatari hatari sana. Sawa jamani.